Ndio iokamili lakini, naamini kupitia viongozi wetu hawa wataangalia maeneo mengine mengine mbadala ili muweze kupewa ili muweze kufanya biashara hii, na tuhakikishe soko la ya halmashauri hii nyinyi, kwa bidhaa ambazo mnazalisha, ndio wa wa kwanza kwa kupeleka, tukaondokana na soko kuchukua nje ya eneo nyingine. Na hayo ndio matumaini ya mwenge wa uhuru, unaposewa unaleta ya matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, maana yake ndio mafanikio kama haya ambayo leo hii mwenge wa uhuru umekuja kwa heshima katika eneo letu hapa. Kuna wenzetu wa dawati la jinsia ambao wapo makamanda. Kwa kweli makamanda wetu wamekuwa wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha na kuwasimamia wananchi wale wote ambao wanapata vitendo vya unyanyasaji, kuhakikisha wanasimamia ili waondokane na changamoto hizi. Leo mfano umelionia dada zetu hawa hapa walikuwa wamepitia changamoto mbalimbali lakini leo hii wamejikusanya kwa pamoja wote wana upendo wana furaha, hauwezi kujua kama walikuwa wanapitia changamoto ngumu huko nyuma. Kwa, kwa, kwa kweli niwaombe sana ndugu wazazi, lakini na vijana wengine ambao bado huko mitaani, niwaombe sana, tembeleeni katika vituo vyetu ili muweze kupata taaluma mbalimbali ili muweze kuondokana na changamoto hiyo. Kwa kweli mimi nimefaranyika sana katika eneo hili kuwaona ndugu zangu hawa wanafanya jambo kubwa sana na hili jambo ni la mfano kabisa kwa vijana wengine. Niwaombe sana endeleeni, ili kuwapa semina mbalimbali, ili vijana hao wahakikishe hu mmoja wao walionao waendelee nao, nao. Tusipokuwa hatuwapi semina na mafunzo, basi kila mmoja atakuja kusema mimi insha ili etambili sasa, tunigawi kama tuko hamsini, kila mmoja apate nusu. Sasa itakuja kuwa changamoto kwetu, lakini mkumbuke, ndugu viongozi, hawa vijana tumewakopesha fedha na fedha tuliziwakopesha wanatakiwa wazirejeshe, ili hawa wengine maanake waweze kutumia fedha hizo. Sasa ili kuweza kuwadhibiki, lazima tuwe nao karibu, lakini pia lazima tuwe tunawapa elimu na mafunzo mbalimbali juu ya kuhakikisha wanaendeleza hizi ambacho nakifanya. Lakini baada ya kusemani, wananchi niwaambie, Daktari Samia Suluhu Hassan ana mapenzi makubwa na wananchi wa eneo hili la Mbasa lakini vile vile mwenge wetu wa uhuru umebeba ujumbe mkuu maalumu: uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, usiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Kikundi hiki tulikiibua sisi taasisi ya EDO pamoja na viongozi wa kiserikali, vitongoji, mwenyekiti, mtendaji na ofisi ya maendeleo ya jamii. Hatua tuliowakuta wanakikundi tunawakuta wakiwa katika hatua ya mawazo sana, yani stress, kwa sababu na changamoto mbalimbali walizozipitia hasa za unyanyasaji. Wanapopata changamoto za mimba za utotoni, wananyanyaswa na wenza wao na familia zao, hiyo inawapelekea kisaikolojia, wanaathirika, kwa hiyo wanajitenga na jamii. Kwao sisi, kama taasisi ya EDO, tunawachukua tunawapa mafunzo ya kujitambua pamoja na mafunzo ya kilimo cha mbogamboga na matunda kama mnavyoona shamba letu. Kupitia mafunzo haya inawasaidia kubadilika kifikra kwamba sisi tunaweza sisi tunaweza sisi tunaweza tukasimama, kama sisi hapa tulipofikia tusikate tamaa. Kwa hiyo kupitia mafunzo tunayo hapa wanajitambua wa na, na wanasimama imara, yanawawezesha kupata uhakika wa chakula. Kupata, kupata pesa ya kujikimu kila siku wao pamoja na watoto wao, na pia inawasaidia hata katika jamii wanakuwa ni mifano ya kuiga. Nina miaka 19 na nina watoto wawili. Nimesimama mbele yenu nikiwawakilisha mama wadogo wenzangu, mimi pamoja na mama wadogo wenzangu tunapenda kuishukuru serikali